Wadada, tafuteni kazi ya kufanya, msitegemee masponsor. Hebu angalia dada mwenzenu alivyoumbuka huku baada ya kuachana na sponsor wake. Sponsor kamwua achukue vitu vyake vyote vya ndani. Baba Fredi sisi ndo katutuma. Sogea, sogea. Baba Fredi sisi ndo katutuma. Baba Fredi sisi ndo katutuma. Hivi vitu vya kwangu mnapeleka? Subiri. Sije sije pigiwa simu. Amepigiwa simu, sisi tumekuja kama mimi. Mnataka matatizo? Sisi tumekuja hapa. Amna amna, kutoa vipi. Wewe muulize Baba Fredi. Baba Fredi gani? Sisi ndo katutuma, hivyo vitu. Wewe unajifanyaga maarufu mtandaoni.